Ninyi hapa Tunduma, wewe unaweza ukawa hapa Tunduma eti unafanya fujo hapa, unamkomoa Mwigulu? Ye yuko Iramba kule, jamaa wanakunywa maziwa. Amani ya Tunduma hapa mnufaika wa kwanza ni wewe na nyiye. Wana Tunduma ni ndugu zangu, tunaongeaga ukweli. Nilikuja hata siku moja hapa elfu mbili na kumi na nne kumi na tano kwenye uchaguzi, nikakuta kuna vijana wawili hapa wameuana kwenye vyama eti. Wa... vyama vilikuwa vinapishana, mkafanya fujo, watu wakafa wawili. Nikawaambia huu ni ugeni wa siasa za vyama vingi, mnauanaje nyie na bungeni hamwendi? Mnapiganaje? unaambiwa kamanda, komaa, tupigane. Ninyi mkishapigana mnauana hapa, sisi tukishaingia kule, bila kujali ni wachama gani, kwanza tunatafuta nyama choma iko wapi. Nikawambia nyie, vipi ninyi vipi? ninyi mnauana, mnasababisha wajane, mnasababisha yatima, halafu pale bungeni hata hamwingii. Komaa kamanda, si tukishamaliza kufika pale hata hatuja, hapa tunatafuta nyama choma iko wapi? Vipi, amani ya kwanza mnufaika ni wewe, ndio? Ninyi mnasukumwa mnasukumwa mnasukumwa na mtu ambaye yeye anufaiki na amani yenu, anawaambia fanyeni fujo. Yaani, mtu yeye yuko yuko Marekani, yeye yuko Kenya, yeye yuko South Africa, anakuambia fanya fujo Tunduma. Yeye na watoto wake yuko kule anakuangalia kwenye TV, ameweka na juisi ameweka na mishikaki, anakuambia choma na shule. Yeye watoto wake shule anayosoma ya malumalu sijui kama mnanielewa. Anakuambia kwa mtandao, tukutane round about tufanye vurugu, yeye yuko south Africa, yeye yuko Marekani, yeye yuko Nairobi, na ukifanya ukifanya vurugu, yeye ndo analipwa kwamba kahamasisha vurugu vizuri. Yani mwalimu Nyerere kaota tangu yuko kijana kwamba tujenge bwawa la Mwalimu Nyerere pale rais Magufuli akasema tujenge. Wale wakubwa wote walikataa, yeye akasema tutajenga kwa fedha yetu ya ndani. Mradi ukaanza asilimia kama 27 hivi, mama Samia akapokea, zimetumika zaidi ya trilioni sita nukta tano, mradi ukakamilika. Sasa nchi ina ziada ya megawati zaidi ya elfu mbili za umeme. Watu wanakaa mwingine yuko sijui Marekani, mwingine sijui Afrika Kusini, mwingine sijui sijui Nairobi, sijui wapi, wanasema nendeni mkalipue na lile bwawa. Alafu na wewe mtanzania unashangilia, unashangilia. Mtu anataka kukupotezea megawati elfu mbili za ziada za umeme unashangilia wanasema kachomeni na, na, na stendi ya Magufuli kachomeni na reli unashangilia. Una yule aliyewatuma wewe, umeshajua yu anataka kunufaika na nini? Aliyewatuma vurugu hiyo anataka kunufaika na nini? Wewe unatumwa ufanye vurugu, yeye analipwa. Ndio maana wameng'ang'ana kila dakika, watu wamekufa wangapi, wanauza mili ya Watanzania wapata fedha nyingi, kwamba wakifa wengi ndio wao wanapata fedha nyingi na mimi nimefuatilia siasa hizi za Afrika tangu niko shule ya msingi. Mimi nimefuatilia tangu niko shule ya msingi, najua, najua haya mambo yote. Ninyi kama mjui, kafuatilieni Lumumba aliuawaje, kafuatilieni Kruma. Na mimi wakiendelea kuchokonoa, nitalipuka zaidi ya hapa, najua michezo yoyote. Simtanilinda, simtanilinda wakiendelea nitalipuka zaidi ya hapa, wangapi watanilinda? Wangapi watanilinda? Ndio kama wanamezea